Ianiieatuzo lakini kwa kupigwa kamera za kizi sizani kama watenipojoa kidogo, nionekane liko vizuri. Makofi na vigelegele lakini <coughs> ili waweze kufurahi zaidi, ni kuona kwamba mwitikio wa wanafunzi na wana... Mali wazazi na ndugu jamaa na marafiki, kwa kweli ni chuo ambacho malezi yake mmeona wenyewe ni malezi ya kiroho, mnanelewa vizuri. Kwa hiyo hakuna haja ya kwenda kinyume na maelekezo aliyotoa. Nikushukuru sana sana, ongera sana. Makofi na vigelegele kwa <todicilio> Sana. E, pia sana PRO ambaye nilitangaza ilitangaza ni bodyguard kwanza, kwa mavua maelezo. Yani, umeeleza bila hata kutikisa macho, kwa maana umeeleza sifa zinazotakiwa kwa mtu kujiunga na chuo. Amesema kuna kozi mbili, clinical medicine pamoja na, na pharmacy. Kwenye clinical medicine wanahitaji, amesema walau D nne, lakini PCB. Qualifications ni compulsory, lazima ufaulu PCB wala kwa alama D na somo jingine lolote unakuwa umepata D ngapi? Nne, unaingia hapo, na kama kuwa daktari kama, makofi na vigelegele tafadhali, hiyo ni lakini pia akasema pharmacists wanachohitaji pia ufaulu masomo manne, lakini CG biology, baioloji kwa maana CB ni compulsory kwa maana ya kemia na biolojia, lakini mambo mengine pia, masomo mengine huwe umefaulu. Ni chuo kizuri, manza ni mazuri, lakini pia unapata nafasi ya kuelewa kiroo. Hongera sana, hongera sana pia lao taasisi, tumshangilie tena kwa makofi na kielekezo. <inaudible> ubeberi kupongeze wewe yangu naye naye ni shuti, kwa bahati mbaya hautaonekana bali utaonekana. Naye ni shuti kwa kazi kubwa ambayo unaifanya, kwanza kurekodi matukio mbalimbali na kutuhakikishia kwamba, baada ya ratiba inayofuata, wote tutaenda kupiga picha wangapi? Tutaenda kupiga picha wangapi? <laughs> makofi na vigelegele tafadhali. Kwa hiyo niwashukuru ninyi nyote pia kwa mwitikio huo, nikushukuru pia sana mkuu wa chuo.